Nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa hapa nilizungumza nikasema kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani, wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera, liliwakera sana. Na labda pengine ndio hii kutuonesha kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia. Lililotokea ni tukio la kutengenezwa na waliolitengeneza walidhamiria makubwa walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa yaliyotokea Madagaskar yatokee na hapa lakini ukimvuta kijana yule hebu niambie Madagaskar kumetokea nini hajui unataka hapa kitokee nini hajui lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana, wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia, waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako, ingia barabarani. Kwa walingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Sasa niseme tu kwa ufupi kwamba vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa zikaendelea na thelathini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 Kwa hiyo it doesn't matter. It doesn't matter whether Tanzania inaugua haiugui, yeye ana nafasi ya kuwa nje, si Mtanzania kamili kamili, hana shida hizo. Hana shida hizo. Kwa hiyo hili jambo lilipangwa kwa uratibu mzuri, lakini hebu tuangalie sasa wale waliolipanga na kudai, wana madai kwenye hili Nianze na wenzetu wa vyama vya upinzani. Kama nilivyosema kwamba hawa watu waliishiwa nguvu, maneno ya vijana, waliishiwa power, na waliona kabisa mbele kwao sio kuzuri na kuingia kwenda. Hawa watu wana frustration zao huko nyumbani kwao, lakini wanataka kujificha na kusukuma lile dude kwa watu huko waliko hawako sawa, wanapambana wao kwa wao ndani, wamemeguka wao kwa wao ndani, wamemeguka wanasiasa wakaenda vyama vingine, wanaharakati wakabaki. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe huko ndani hakuko sawa, wasitulaumu sisi, ni wao wenyewe huko ndani. Kwa hiyo kasoro walizo nazo huko wanataka kuzisukuma huku kwetu hakuzuiliwa kuingia kwenye chochote. Ni hawa hawa ambao mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyoosha mkono wa rehema, njooni nyi wa Tanzania, njooni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri nikidhani na wanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliowakuta nje, wana safa hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea tukazungumza, hawana hata shilingi, nikatoa kiposho changu nilichogawiwa cha safari nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje. ni hawa hawa walionambia sawa, tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja baadhi yao, wamekuja mikono mitupu, hawana kitu, tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyoshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi, yeye kaja. Yule aliyemnyooshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje? huyo mtu anaitwaje? Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia, wenye akili timamu Nikajua watarudi tukae tuzungumze, tuende na niliwapa, fursa zote nyinyi ndio mashahidi. Niliwafungulia, walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika, wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndio maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane Tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike, msemeenu yale. Ndo maandamano haya. Yaliyofanyika si maandamano, ni hawa hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi, hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani ukiwa na harakati hizo wanasema, huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndio maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa, anakwenda kufanya siasa anazozijua yeye za kuvuruga nchi. Hiyo sio siasa, hiyo siyo siasa. Kwa hiyo ndugu zangu niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa, hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze, ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana, haikuwa hivyo. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa, nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu, kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa, kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa, magari ya serikali vimeunguzwa, vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na na, na, na jina la hayo ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tuliyoyazoea yazoea na tuliyoyakubali ndani ya katiba yetu ni yale, watu wameudhika na kitu tunaomba tuandamane, tujieleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka mnazi mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tuliyoudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha, madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini, nini? lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini, nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Lakini kundi la pili tuangalie, vijana vijana wetu hawa wameingizwa njiani wakaimbishwa wimbo wasioujua, wanadai haki. Haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, we uliingia unadai haki, hivi ni haki gani? na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine, mpaka waingie njia njiani wakafanye vurugu, walipwe, wakachome vituo walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya. Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah, turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema, hawana sababu, hawana ugumu wa maisha. Kwa raha zako kabisa, mwenye ugumu wa maisha kweli, kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo? Huo ugumu wa maisha Mwenye ugumu wa maisha anastruggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo. Na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha ha, wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao wenyewe. Kwa wale watafiti, kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie kwa vijana wetu, wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha, wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo, hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile, walikuja kutuambia jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani, lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza, na tutakwenda kulifanyia kazi na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana, badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani, ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu katika hali hiyo. Lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi katika hali hiyo, serikali ina wajibu. Tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao, na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake, tulishashuhudia kwa wenzetu waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa, wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeaona. Sasa wanaporudi kutulaumu, mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe, walichowapa fedha, walichowatuma hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu hapa. Unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi utaondoka tu, lakini uondoke. Turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe, na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui nne sijui tano. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna mabaniani tuna mamonki wale sijui Buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa, lakini kubwa ni hizo nne au tano. Na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna suni kuna ibadhi kuna bohora kuna sijui nani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override ma ma ma madhehebu mengine yote ya dini, hakuna, hakuna. Kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote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 matamko manane yametolewa na teke manane, lakini ukienda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana. Matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo, waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa hiyo, niseme kwamba Tanzania yetu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 huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu? Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu? Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu? Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi. Ilo ndo kosa letu.